Kwa na vijana walikopa pikipiki, wamefanya biashara kwa uhimilifu, wamefanya shughuli kwa uhimilifu, wameweza kurejesha zile fedha na no, wamerudishiwa bwana bwana, pia serikali sasa waweza kumiliki vile vile vyombo. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatupenda sisi wananchi wa Tanzania, si wananchi wa wilaya, ndio anapenda wananchi wote, kwa sababu jambo nao lifanya ni kwa manufaa ya taifa letu. Alitoa maelekezo mbalimbali, alitupatia maboresho mbalimbali. Kama mnavyoelewa mikopo hii ilisimamishwa an baadhi ya maeneo katika nchi hii. Kuna watu hawakuwa waaminifu, walikuwa wakichukua wa mikopo hii, hawaitendei kazi au haifanyi kwa tija, na kushindwa kurejesha. ili mkopo huu uende kuendelea, uweze kuendelea kuzunguka, kunufaika watu wengine. Tumeona katika taarifa ambayo imesomewa hapa, toka mikopo hii imeanza kutolewa, kile kiwango cha mkopo hutolewa kimekuwa kikiongezeka. Maana yake wale watu wanaokopa mwanzo wanaporejesha halmashauri ikiongezea tena mapato ya asilimia kumi, basi mgao wa kutoa mkopo unaweza tukaona leo tuko tunatoa milioni mia tatu, lakini tukija kufika kwenye awamu ya nne ya tano tuweza tukakuta mkopo tunatoa milioni unafika takribani bilioni moja. Hongera sana mkurugenzi na watu wa maendeleo kuendelea kusimamia hivyo.